Alimwokoa wakati wa kujifungua mvuani, miaka 12 baadaye alibadilisha maisha yake milele. Katika ulimwengu uliojaa masikitiko, baadhi ya hadithi za mapenzi huangaza kwa mwanga mkali hivi kwamba wengine hutamani kuwa kama hao. Paul na Eliza hawakuwa wapenda nao wa kawaida tu, walikuwa ndoto. Lakini ndoto zinaweza kugeuka kuwa ndoto mbaya wakati ukweli unajificha gizani. Eliza alikuwa kila kitu ambacho Paul aliwahi kuomba. Mpole, mwerevu na mwaminifu sana. Kile ambacho Paul hakujua hata hivyo ni kwamba kampuni ambayo wote walifanya kazi, kazi hiyo hiyo iliyowaleta pamoja, ilikuwa ya baba yake Eliza. Alikuwa amejificha kama mwanafunzi wa kawaida, akivaa nguo za kawaida akisafiri kwa usafiri wa umma, akiishi katika gorofa ya wastani. Yote ili kujaribu moyo wa Paul. Baba yake alikuwa ameahidi kutoa kila kitu, utajiri wake, ufalme wake, kwake na mumewe ikiwa angepata mume mwenye thamani. Kwa hivyo alitafuta si utajiri bali mapenzi, na alifikiri alipata kwa Paul. Kama unapenda hadithi kama hii Bonyeza subscribe, like, na share. Tunarudisha hadithi mpya kila wiki. Mbele kidogo, siku waliyosema ndio ilifika kama hadithi ya kale. Taa, maua, muziki, wageni. Lakini jambo la ajabu lilitokea usiku ule. Mwanamke wa ajabu aitwaye Vanessa alifika akiwa amevaa gauni jekundu, macho yake yakimkazia Paul. Eliza aliona. Kabla hajasema Paul alikuwa ameondoka na Vanessa. Dakika zilipita. Moyo wa Eliza ulipiga kama ngoma kifuani mwake. Aliwapata katika chumba kimoja cha pembeni. Alipoingia, wote waligeuka haraka, hatia na mshangao vikionekana usoni mwa Paul. Eliza alitabasamu kwa wasiwasi. Huyu ni Vanessa, rafiki yangu wa utotoni, amenishangaza tu. Hiyo tu. Lakini kitu hakikukaa sawa jinsi Vanessa alivyotabasamu kwa dharau, jinsi mkono wa Paul ulivyokuwa mgongoni mwake. Tumbo la Eliza lilipinda. Alikuwa amepanga kufichua kila kitu kwa Paul usiku ule, kuhusu utambulisho wake, mali ya baba yake na mustakabali ambao angeweza kuwa nao. Lakini wakati huo wasiwasi ulipotea. Mawazo yake, labda niliharakisha, alijinyenyekeza akimtazama Paul akicheka na wageni. Baadaye Labda sijui kweli. Aliweka siri yake imezikwa. Walihamia kuishi pamoja. Miezi ilipita na Eliza alipata mimba. Alijiuzulu kazini ili kujiandaa kwa uzazi, akitumaini Paul atakuwa mwenzi wake katika kila hatua. Lakini badala yake, alibadilika. Alirudi nyumbani usiku. Hakumgusa hata kidogo. Aliketi nyuma ya kompyuta yake kwa masaa, akicheka, akimkwepa. Wakati aliuliza maswali, alimpiga. Nimesema ninafanya kazi, usinisumbue. Usiku mmoja akitetemeka kimya, Eliza alishika mkono wake na kunyenyekeza, ninakukosa Paul, ninahitaji wewe. Alijiondoa kwa baridi, unanichukiza. Labda utakapoonekana vizuri, nitahisi kitu. Alikimbilia bafu, akilia bila kuzuia. Moyo wake ulikuwa unapasuka lakini bado alishikilia kwa sababu ya mtoto aliyekuwa akikua ndani yake. Lakini dhoruba ilikuwa inaanza tu. Saa zilipiga 11:58 usiku, Paul alijikwaa ndani akiloa, akicheka, akinusa pombe na marashi. Shati lake lilikuwa limefungwa nusu na simu yake imeambatana na sikio lake. Moyo wa Eliza ulishuka tena. Alisimama akijaribu kubaki mtulivu. Paul, Umekuwa wapi? Alimkazia macho kali, macho yake yakiwa mekundu. Sina hisia Eliza. Si leo usiku. Lakini hakuweza kupuuza uchungu tena. Umebadilika. Unarudi usiku. Unanidhani kama mgeni. Mimi ni mke wako Paul. Ninabeba mtoto wako. Neno hilo, mtoto, lilimfanya akasirike. Paul alipiga simu yake chini na kumsogelea. Sikukuomba uache kazi yako. Unakaa nyumbani, hufanyi chochote na unatazamia nifanye kama vitu vyote ni sawa. Umejiacha, Eliza. Wewe si mwanamke niliyemuoa. Machozi yalijaa machoni pa Eliza. Alishika mkono wake akitetemeka. Ninakumbuka mwanaume niliyempenda. Alimpiga tena. Usiniguse. Alianguka kwenye sofa akishikilia shavu lake. Uchungu zaidi wa wa kihisia kuliko wa kimwili. Baadaye usiku huo, wakati Paul alipokuwa akioga, Eliza alisikia simu ya Paul ikilia. Kwa udadisi aliichukua na kwa mshangao wake simu ilikuwa tayari imeunganishwa. Aliiweka simu sikioni bila kusema neno, mikono yake ikitetemeka. Kisha sauti ya Paul ilikuja ikicheka bila kujua alikuwa akisikiliza Vanessa. Naapa niko naye kwa sasa tu, yeye si kama wewe, ninajuta kumuoa, ananitukiza, wewe ndiye nataka. Vanessa, yule mwanamke kutoka arusini. Eliza aliganda, ulimwengu uliomzunguka ulionekana kusimama. Moyo moyo wake ulipiga kwa nguvu, pumzi yake ilinaswa kuoni katika pigo moja la ukatili. Kila tumaini kila ndoto aliyojenga ilianguka chini. Aliacha simu, macho yake yakiwa hayaoni kwa machozi. Usaiti, uongo, ilikuwa ni mengi sana kubeba. Paul alipotoka, alimtazama kwa baridi. Nimesikia kila kitu, alisema. Umekuwa ukinisaliti, ukinidanganya wakati wote huu. Na kama hapo awali, hakuomba msamaha, hakujitetea. Badala yake, alikwenda kwake macho yake yakiwa yamejaa dharau. Hukupaswa kugusa simu yangu, alinguruma. Kabla hajasema tena, mkono wake ulipiga shavu lake kwa nguvu. Eliza aliyumba nyuma akitoa pumzi ghafla, huku uchungu ukiporomoka usoni pake. Alitabasamu kwa dharau, alimpita na kufungua mlango kwa kishindo. Basi ondoka, alisema kwa utulivu. Unataka machafuko, nenda ukatafute mvuani. Na hivyo Eliza alitoka nje kwenye dhoruba akiwa na moyo uliovunjika na mtoto njiani. Amesaliti, amepigwa, lakini hatima haikuwa imekwisha kuandika hadithi yake. Mvua baridi ilimlowesha hadi ngozini, lakini haikuwa chochote ikilinganishwa na barafu moyoni mwake. Ghafla miguu yake ililegea. Maumivu makali yalimpiga tumboni. Alianguka chini, akishika tumbo lake, akishika tumbo lake. Kutoka mbali, Samuel jirani yao mtulivu na mwangalifu, alitoka katika gari lake. Alikuwa amerudi kutoka kumtembelea rafiki wake. Alipomwona Eliza akiyumba huku akiloa, alitazama kwa makini kupitia mvua, moyo wake ukipiga kwa kasi. Eliza alinyenyekeza, wasiwasi ukimfunika uso. Kimya kimya, kimya, alifuata Eliza. Alitoa kilio kilichokokotwa na kuanguka kwenye njia. Mkono wake uliruka tumboni mwake. Mtoto! Mungu wangu! Samuel alikimbilia kwake. Eliza, kuna nini? Sauti yake ilikuwa dhaifu. Ni ni wakati, tafadhali nisaidie. Bila kusita, Samuel alipiga goti pembeni yake katika mvua inayonyesha. Alivua jaketi yake na kuiweka chini ya kichwa chake, akimkumbatia kwa upole huku radi ikinguruma juu. Nimewapigia ambulensi, alisema, akijaribu kubaki mtulivu. Shikilia Eliza, msaada unakuja. Lakini Eliza alipiga kelele kali, ikichoma ya msingi. Siwezi kusubiri, inakuja sasa. Moyo wa Samuel ulipiga. Hakuwahi kuzalisha mtoto. Hakuwahi kuwa karibu na kuzaliwa, lakini kitu ndani yake kilichimuka. Imara, jasiri bila kutikisika. Sawa sawa, nitazame. Unaweza kufanya hivi, nina wewe. Alishika mkono wake kwa nguvu, akilowa hadi mfupani. Kwa kila maumivu, Eliza alipiga kelele, na Samuel alimfundisha kupitia uchungu, akinyenyekeza maneno ya kumsisimua, akilinda mwili wake na mvua kwa wake mwenyewe. Dakika zikaonekana kama maisha yote, kisha kelele nyingine mwisho wa kusukuma, na katikati ya dhoruba, chini ya anga linalolia, kilio cha mtoto kilizunguka. Samuel alimkumbatia mtoto mdogo mtelezi mikononi mwake, akilia, akipumua, yu hai. Kwa upole alimfunga mchanga katika shati lake na kumweka kifuani mwa Eliza. Eliza alilia, si kutokana na maumivu tu, bali kutokana na miujiza hiyo halisi. Ni mvulana Alijini ni mvulana. Alijinyenyekeza akishika mwanawe kama kamba ya uhai. Ambulensi ilifika dakika baadaye, taa zake zikimulika mvuani. Wahudumu wa afya walichukua, wakiongoza mama na mtoto ndani ya gari. Samuel alipanda ndani pembeni yao, hakuacha kamwe kushika mkono wake, saa 2:27 asubuhi hasa. Kilio cha mvulana mdogo kilipasua hewa ya hospitali. Alikuwa amezaliwa si katika chumba cha uzazi la joto, bali mikononi mwa mgeni katikati ya dhoruba. Baadaye Eliza alilala hewani na kuchoka kitandani chake cha hospitali. Samuel aliketi pembeni yake, akimtazama mtoto mdogo akilala kitandani. ninapaswa kumpigia Paul. Samuel alitoa kwa upole. Hapana, alisema mara moja Sauti yake ikitetemeka, usimwambie. Samuel alipepesa, kwa nini? Yeye ni baba. Eliza alimgeukia, macho yake yakiwa yamejaa miaka ya uchungu, na kisha kupitia kilio kilichovunjika alimwambia kila kitu: simu ya siri, maneno ya ukatili, pigo, usaiti, na jinsi Paul alivyomfukuza nje katikati ya dhoruba. Samuel alisikiliza, ngumi zimefungwa nitaenda kuwaita polisi, hawezi kuepuka hili. Hapana, tafadhali, alikatiza kwa upole, hastahili. Kimya kilijaza kati yao. Samuel alimtazama kwa macho mapya, si kama jirani tu, bali kama mwanamke jasiri, mama, na mtu anayestahili kila kitu kizuri. Mbele kidogo, mwaka mmoja baadaye, Eliza alikuwa amemwacha Paul. Hakuna msaada wa mtoto hakuna uombaji msamaha, kimya tu, lakini hakuwa peke yake. Samuel alikuwa bado hapo, kupitia usiku wa kutolala, ziara za hospitali, hatua ya kwanza ya mtoto. Walikuwa wamekaribiana zaidi, wakishiriki milo, kicheko, jioni za utulivu. Samuel alimtendea mwanawe kama wake mwenyewe. Na kisha siku moja, Samuel alimwambia alikuwa akijenga biashara ya teknolojia lakini alikosa wawekezaji. Eliza alitabasamu. Ilikuwa wakati. Nina kitu cha kukwambia. Ulimwengu wa Samuel ulikuwa ukienda kubadilika na wake naye. Sebule iliangaa kwa upole kwa mwanga wa taa moja. Eliza alikaa amelala kwenye sofa, mwanawe amelala mikononi mwake. Samuel aliingia kimya, akibeba vikombe viwili vya chai. Nyumba ilihisi joto kama nyumbani, si hifadhi tu. Alimpa kikombe na kukaa pembeni yake, vidole vyake vikigusa vyake kwa sekunde moja tu kwa muda mrefu zaidi. Eliza alisema, baada ya kusita kwa muda mrefu, macho yake juu ya mtoto anayelalazi, kuna kitu nimekuwa nataka kusema. Alimtazama akihisi uzito katika sauti yake. Nimekuwa nikifanya kazi kwenye suluhisho la teknolojia, alianza ni nzuri kweli nzuri, lakini nahitaji wawekezaji, watu wanaoniamini, watu wanaoamini katika mimi. Eliza hakuyumba. Badala yake alitabasamu, tabasamu la upole la kujua. Basi ni wakati nimwambie ukweli kuhusu mimi ni nani. Alisimama, akitembea kuelekea droo na kutoa bahasha. Ndani kulikuwa na hati zenye jina lake kamili, Eliza Ad Williams binti wa viwanda Matthew Ad Williams, mmoja wa wakuu wa teknolojia wenye nguvu zaidi nchini. Samuel alitazama. Wewe ni hiyo Eliza? Alitikisa kichwa. Sijasema chochote kwa sababu sikutaka kupendwa kwa jina langu au kuhuzunishwa kwa sababu ya siku zangu za nyuma. Lakini ninakuamini Samuel. Umesimama karibu nami. Umemtunza mtoto wangu kama alikuwa wako. Aina hiyo ya moyo inastahili kila fursa. Samuel alisimama polepole, akistaajabia Eliza. Sijui la kusema. Alimtazama juu imara na hakika. Sema kile kilicho moyoni mwako. Alichukua pumzi, akisogea karibu. Ninakupenda Eliza, nimekupenda kwa muda sasa, si kwa sababu una nguvu au mzuri, bali kwa sababu wewe ni halisi kwa sababu ulikabiliana na moto na ukatoka imara zaidi, na kwa sababu kila wakati ninapokiona na mwanao, ninaona aina ya familia sikuwahi kuwa nayo, lakini sikuwahi kutaka. Macho ya Eliza yalijaa machozi, si kutoka kwa uchungu, bali kutoka kwa kitu ambacho hakuhisi kwa muda mrefu: usalama. Ninakupenda pia, Samuel alijinyenyekeza, si kwa sababu uliniokomoa, bali kwa sababu hukujaribu kunirekebesha. Ulibaki tu. Hawakuhisi, hawakuharakisha, walikaa tu pembeni ya kila mmoja kwenye sofa, kichwa chake kikilala kwa upole begani mwake. Katika utulivu wa wakati huo, upendo haukuwa wa sauti, ulikuwa na subira, ulikuwa imara, ulikuwa wa aina ambayo iliota kimya kimya katika chakula cha jioni kilichoshirikiwa katika mazungumzo ya usiku wa manane na katika kushikilia mkono wa mtu kupitia dhoruba. Kwa msaada wa Eliza, kampuni ya Samuel iliinuka katika vyumba vya bodi na maabara za usimbaji, jina lake likawa moja la kukumbukwa. Na wakati walijenga mafunme, pia walijenga kitu kikubwa zaidi: uaminifu, upendo na mwanzo mpya. Lakini hatima bado ilikuwa na mshangao mmoja zaidi ukingoja. Nyuma ya milango ya kioo katika chumba cha bodi cha kampuni, ambapo mzimu kutoka wakati uliopita ungerudi hivi karibuni. Milango ya lifti ilifunguka kwa kengele nyepesi. Viatu vya stiletto vilibonyeza kwenye sakafu ya marmar. Eliza aliingia katika sebule ya Ada Williams Global, akivaa suti nyeusi safi. Uwepo wake unaotawala wa kifahari Usiofikika. Nywele zake ndefu za mafuta zilikuwa zimemzunguka uso wake vizuri. Pini ya dhahabu ilimulika kwenye jaketi yake. Mkurugenzi mtendaji. Wafanyakazi walinyenyekeza alipopita. We wengine walisimama, wengine walisujudu, wengine waliganda. Juu katika kitengo cha mkakati, Paul alikuwa ameinamia majedwali. Maisha yalikuwa yamemfundisha cheo chake kilipunguzwa hadi mchunguzi mkuu. Hewa ilikuwa tofauti leo, kulikuwa na mvutano, harakati, mabadiliko. Mfanyakazi mdogo alimbimbia Paul, unahitaji kuja kwenye chumba cha bodi. Alipindua, kwa nini? Wamesema mkurugenzi mtendaji mpya amefika. Paul alisimama polepole, akichanganikiwa, nilifikiri mwana wa Bwana Adey Williams alikuwa akichukua nafasi Alibadilisha nia yake, alimpa binti yake. Paul alipepesa. Binti? Ndiyo, Eliza Ad Williams. Jina lile lilimpiga kama pigo. Aliyumba nje ya ofisi yake na kutembea kwenye njia, kila hatua nzito zaidi kuliko iliyopita. Alipofika kwenye milango ya kioo ya chumba cha bodi cha utendaji, alisimama. Alikuwapo mwenye heshima, mtulivu wa kifalme. Eliza alinong'ona. Alitazama juu kutoka hati akitaza macho naye. Habari Paul, alimtazama kwa kutokusadiki. Wewe ni mkurugenzi mtendaji? Alitabasamu kwa baridi. Umeshangaa? Hujaniambia? Hujauliza? Alisogea karibu, moyo ukipiga. Wewe ni binti wa bosi. Yule tuliyeambiwa daima atachukua nafasi siku moja. Nilikuwa mimi ni... alikuwa akitetemeka sasa. Kama ningalijua, alisimama, sauti imara na kali. Ungebaki mwaminifu, kunapenda vizuri zaidi kujifanya kwa muda mrefu. Hukunipenda Paul, ulipenda wazo la nguvu, lakini tamaa yako iligharimu kila kitu. Alianguka magotini. Tafadhali, nilikuwa mpumbavu. Nichukue nyuma, nitakuwa mtu bora, baba bora Hakuyumba. sauti yake ilikata kama kioo. baba wa mtoto uliyesema anakuchukiza, mume wa mwanamke uliyemfukuza mvuani. Alilia, nilifanya kosa. Hapana, Paul alisema kwa baridi, ulifanya chaguo. Alimgeukia mkuu wa usalama, mfukuzie bwana Paul nje ya jengo, hakaribiwi tena hapa. Walinzi wawili walisogea mbele. Maombi ya Paul yalipiga katika chumba cha bodi lakini hakuna aliyejibu. Milango ilipofungwa kwa kishindo nyuma yake, kimya kilijaza chumba. Samuel aliingia dakika baadaye, akiwa amembeba mwanawe mikononi. alitikisa kichwa kwa heshima kwa bodi. Eliza alitabasamu na kutembea kwao. Umefika, aliinamia chini na kumbusu kipaji cha uso wake kwa upole. niliahidi nitakuwa hapa. Mtoto alitoa sauti mikononi mwake. Pamoja walikabiliana na chumba imara umoja. Eliza hakuwa mwanamke tu aliyedharauliwa, alikuwa mwanamke aliyezaliwa upya na wakati huu hakuwa akiomba nafasi mezani. Sauti nyepesi ya jazi ilielea hewani huku mwanga wa dhahabu wa jua ulipomwagika bustanini. Ilikuwa mwaka mmoja tangu Eliza Ada Williams alichukua nafasi yake ya haki katika Ada Williams Global, na kila kitu kilikuwa kimebadilika. Samuel alisimama karibu na waridi akimbeba mwanawe aliye na umri wa mwaka mmoja sasa, Maika, aliyecheka huku vipepeo vikicheza karibu. Eliza alitoka nje kutoka milango ya kifaransa akiwa amevaa gauni jeupe la jua, mikuki yake ikiwa huru karibu na mabega. Tumbo la pili lisiloweza kushindwa lilikuwa limejificha chimi ya kitambaa. Nilikuambia usimbebe kwa muda mrefu sana. Alimzaha, siwezi kujizuia. Anakuwa haraka sana kama mama yake, mwenye nguvu, mzuri, asiyezuiwa. Alitabasamu akibusu kipaji cha uso cha Maika kabla ya kuchukua vidole vyake vinene mikononi mwake. Ilihisi kisiasa, maisha haya, amani hii, furaha hii, hakuna kujificha tena, hakuna aibu, upendo tu. Samuel alifieka koo na kuweka Maika mikononi mwa binamu yake Eliza, aliyekuja kwa ziara. Kisha aligeuka kwake, akifikia mfukoni mwake. Eliza aliinua nyuso. Unafanya nini? Hakujibu. Badala yake, polepole alipiga goti moja, akitoa sanduku dogo la velvet. Pumzi yake ilikwama. Eliza Ad Williams alianza, sauti yake ya hisia. Hukuniokomoa tu, ulionyesha upendo unaoweza kuwa nini. Ulinipa familia, uliniamini wakati hakuna mtu mwingine alifanya, na kila siku umenikumbusha aina ya mwanaume ninayetaka kuwa, kwako, kwa Maika na kwa mtoto wetu anayekuja. Macho yake yalijaa machozi. Ninakupenda Eliza, si kwa sababu ya yale uliyoyashinda bali kwa sababu ya jinsi bado unavyofungua moyo wako baada ya kila kitu. Je, utanioa? Alitikisa kichwa akicheka kupitia machozi yake. Ndiyo, mara elfu moja ndiyo. Alivutisha pete kidoleni mwake, huku kikundi kidogo cha familia na marafiki wa karibu wakirejea kwa kelele. Maika alipiga makofi yake madogo bila kujua wakati huo lakini akitabasamu hata hivyo. Arusi ilikuwa miezi michache baadaye, sherehe ndogo ya kifahari bustanini iliyojaa mikeka na mwanga wa dhahabu. Eliza alivaa gauni la kawaida lenye mikono ya lesi na taji ya pumzi ya mtoto nyweleni mwake. Samuel alivaa suti ya krim iliyofungwa, macho yake hayamwachi alipotembea kwenye njia. Nadhiri zao zilikuwa rahisi, za moyo Waliahidi si ukamilifu bali ushirikiano, si hadithi za kale bali milele. Na walipobusana haikuwa mwisho wa hadithi ya mapenzi tu, ilikuwa mwanzo wa sura mpya. Mwishoni, Eliza hakudai maisha yake tu, aliandika upya, kutoka kuvunjika kwa moyo hadi kupona, kutoka kimya hadi nguvu. Yeye na Samuel walipokea binti miezi tisa baadaye Wakimwita Grace kwa neema iliyowachukua. Walijenga maisha yao tofali kwa tofali, vyumba vya bodi na hadithi za usingizi, mafunme ya teknolojia na chai bustanini, kwa sababu wakati mwingine aina bora ya upendo si ile inayoanza kikamilifu, ni ile inayosalia, inakuwa, na inakuchagua tena na tena na tena. Na waliishi kwa furaha milele. Je, kama ungekuwa mahali pa Eliza ungefanya nini? Je, ungempa Paul nafasi nyingine au kutembea mbali kabisa? Tuambie katika maoni, na usisahau kujisajili, kupenda na kushiriki. Inamaanisha mengi na inatusaidia kuendelea kusimuliani hadithi zinazohusika.